Zamani wazazi walikuwa wanatupakulia chakula, tunakula kwenye sinia moja. Watoto kumi mnazunguka sinia moja hiyo, inaitwa gombani ya goli. Kuwahi kwako kufika kwenye sinia ndo kushiba kwako, na ilikuwa inatujengea upendo ndani yetu. Huwezi kuanza kula kabla mwenzio hajafika. Yaani, kama kuna mwenzenu anaenda kucheza kule bamaga, lazima mumtafute apatikane ndo muanze kula, tupungiane mkono namna hii. Lakini leo nyumbani Meza ina maotipoti ishirini, kama bufe za kwenye harusi, na kila mtoto anaingia, ana muda wake kupakua chakula. Na kuna mtoto akiingia mezani, lazima mama aseme we, angalia wenzio hawajala bado, nipungie mkono namna hii. Vitoto vichoyo vichoyo. Haleluya, haleluya. Kama unamwambiaga mwanao angalie wenzio hawajala, ndo huyu ninayemzungumzia hapa leo.